Na ningependa kukuambia ule mtazamaji pale majina yako na no, no, unaotoka katika shirika gani? Uh, kwa majina anaitwa Samuel Lopokoyoit kutoka uh, uh, shirika la NEMA uh, na uh, uh, nafanya uh, kazi kama uh, uh, County Director of Environment kwa Nairobi na uh, shirika hili la NEMA lina ushirikiano gani katika hii siku ya leo ambayo imeadhimishwa uh, kwa Uhuru Park jijini Nairobi? Uh, shirika la NEMA <coughs> ni shirika la serikali eh, kwa kwa kirefu inaitwa National Environment Management Authority. Kazi yetu ni niseme kwa kwa kimombo tena uh, mandate ni kufanya supervision, general supervision, coordination and implementation of all government policies in Kenya relating to environment, um, yaani kusema kama kuna policy ya mazingira inapitishwa ina, ina, ina na serikali e, ni NEMA ndio do inawekwa ina, ina kibaa mbele kuhakikisha e, sheria ya mazingira na policy ya serikali inafuatwa. Kena. Na asante. na kumekuwa asa, na uchafuzi wa mazingira hasa tukisema plastiki, na labda tu kama organization kama NEMA, mmefikia wapi katika kuhakikisha kwamba wale wanaopatikana katika hizi kesi wanachukuliwa? Tukasau, ukiangalia mwaka wa 1999 serikali ya Kenya iliona kwamba kuna mazingira, sheria ya mazingira iko pali, iko kwa ministry mingi sana. Kuna ministry ya agriculture, iko mazingira kwa education, iko mazingira kwa finance, iko mazingira iko kwa public health. Sasa wakatengeneza sheria inaitwa environmental management and coordination act, yani ikachukua hizi sheria zote za maji kidogo, za, za agriculture kidogo nahusiano in, na mazingira ikaweka pamoja anda kwa hii sheria inaitwa EMCA act na hiyomkndo ikazaa nma nam na, na pengine ukitoau tofauti kwa asilimia je, unaona ni tofauti gani kati ya mwaka jana mwaka huu ni asilimia gani? uh, kuhusiana ku ku na mambo na sasa sa kuanzia swa plastiki uh, utaona eh, mwaka wa 2017 eh, NEMA ilisukuma sana na na rais eh, aliweza kupaa dole ya juu tukaeza minister akaweza kuweka ban ya plastiki single-use plastic. Hapa ndo tulianza vita ya plastiki tukaban single-use plastic na uh, immediately baada ya hiyo muda ya sensitization ilikuwa baada ya mwezi, mwezi, mwezi sita, tukaanza kufanya enforcement ya plastiki uh, washikadau ndo walitusaidia zaidi na wananchi hatu tukipiga plastiki marufuku, unakumbuka zamani watu walikuwa wanashangaa watendaji wapi kwa eh, kiosk wa watendaje kwa supermarket. Lakini wananchi wa, wa Kenya wenyewe waliona hii ni kitu ya maana. Uchafuzi wa mazingira ilikuwa, ilikuwa kila mahali. Unakumbuka plastiki ilikuwa na, na pepea, pepea na, na, na, na, na, na upepo, lakini hata sahizi ukiangalia mazingira iko sawa Yeah. So sele tulipiga hiyo ba 2017, immediately tulianza kuona improvement kwa mazingira na zingine, ukizoea mazingira hauwezi kumbuka ile ilikuwa juu, yes. E, lakini ukiona video hizo siku mazingira ilikuwa mbaya, na kwa hayo tumeweza ku achieve asili, asilimia 75 ya enforcement, ya kuondoka hii plastiki. Tunasema kuna changamoto chache kwa sababu tunahitaji eh, nchi zetu za jumuiya ya East Africa pia waweze kwa kusaidia kubani single-use plastic wao kwao kai tusikue na cross-border, eh, eh, watu wanaingisha illegally hii plastiki kwa cross border. So katika NEMA tuko na tunaangazia hii kitu mara tatu especially enforcement. Tunaangazia wenye wanatengeneza naangazia wenye wa wanaleta wa na na importers, ahiyo na distributors hiyo na manufacturers, kategori moja, wengine ni kudistribute na wenye wanatumia tumia plastiki haswa kwa saizi, tumeona a zingine, kwa sababu tunasikizanga wananchi atushiki wananchi sana, tukipata wananchi kwa saizi unaanza kuconfiscate, lakini tukiona zinazidi tena tutaanza kuangazia kushika wananchi lakini kwa sasa na aamia madhara yao, lakini sasa tunaangazia tuna zaidi ni wenye wanafanya distribution na wenye wanafanya manufacturing na wenye wana import legally through our borders. Ndo ujumbe wangu kwa Kenya, ni siku ya mazingira uh, tutii wito ya serikali eh, ukiangalia haswa Kenya Vision 2030 na mpangilio wa Kenya na pia sustainable development Goals. Tunaangazia kipawa sana sustainable development, tunaomba kila mtu akuwe responsible kivyako. Hata kama utaenda kupanda mti, kama uko na plastiki ama uko na uchafu, tafadhali enda ukapale mzuri, sababu hiyo itatusaidia kuwa na mazingira mzuri na pia itakusaidia mapato yako, yani hatutachukua tax mingi sababu mazingira ilikuwa chafu. Tunaenda tunaomba serikali usaidie idadi ya watu hivi ama fedha hivi kuja kusafisha ku, ku, ku, mazingira, lakini kama mazingira kila mtu anaichunga hakuna eh, haja ya kuidisha pesa idadi mingi. So pia uchafuzi wa mazingira pia ni pesa yako. so hiyo ndo kitu ya maana kuambia watu eh, wafundishe watoto Akuma, please just be aware to, to join us kwa hii hii advocacy ya kuwa na mazingira mzuri. Go Green Television. Green vibes, real lives.